Hujambo na karibu. Zhenhao Zou, mwanafunzi wa shahada ya uzamili kutoka China amehukumiwa kifungo cha maisha na mahakama ya Ina London kwa kuwadunga dawa na kuwabaka wanawake kumi kati ya mwaka 2019 na mwaka 2023. Zou, mwenye umri wa miaka 28, alitumia mbinu ya kuwaalika wanawake hasa wa asili ya Kichina kwenye nyumba yake kwa ajili ya vikao vya kusoma au vinywaji, kisha akawadunga dawa na kuwabaka. Katika matukio tisa kati ya hayo, alirekodi visa hivyo kwa kutumia kamera zilizofichwa au zilizoshikiliwa kwa mkono. Mahakama ilibaini kuwa alikuwa na rekodi 28 za makosa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ubakaji, uonevu wa kingono na kumiliki picha za ngono za kupindukia. Polisi kutoka London Wanasema wana ushahidi unaoonyesha kuwa Zou aliwalenga wanawake zaidi ya hamsini huku wanawake 24 tayari wakijitokeza kufuatia wito wa kimataifa uliotolewa na maafisa wa Uingereza baada ya hukumu yake. Zou alikuwa mwanafunzi wa zamani katika Chuo Kikuu cha London na pia alisoma mjini Belfast mwaka 2017. Uchunguzi unaonyesha kuwa alikuwa na mpango kabambe wa kutenda makosa haya akitumia majukwaa ya kijamii na mawasiliano ya moja kwa moja kuwalenga waathiriwa wake. Alikutwa pia na dawa ya aina ya belanoid ambayo ni kemikali ya viwanda aliyokuwa akiitumia kuwawekea waathiriwa wake katika hali ya kupoteza fahamu. Jaji Cottage alimwelezea Zou kama mtu mwenye sura ya nje ya kuwa na heshima, mwenye nidhamu na mwenye matarajio, lakini kwa ndani akiwa mnyanyasaji wa kingono na hatari kwa jamii alisema kuwa Zou aliwatendea waathiriwa wake kama vifaa vya ngono na alichukua hatua kwa makusudi ya kuonyesha udhibiti na nguvu dhidi ya wanawake. Waathiriwa walieleza maumivu ya kisaikolojia waliopitia, ikiwemo kujiumiza, ndoto mbaya, hofu ya kulipiziwa kisasi na hali ya kukata tamaa. Polisi wamehimiza wanawake wengine waliowahi kuwa na mawasiliano na Zou kujitokeza, wakiahidi kuwashughulikia kwa heshima huruma na msaada. Nikiripotia Kifagio Media Team ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD.